Na hivi ndivyo vitu vitano vya msingi ambavyo baba anatakiwa kuvijua kabla mkewe hajapata ujauzito. Uh-huh. Yes. Wewe kama baba ndio unajiandaa kuwa na mtoto. Hivi ni vitu vya msingi ambavyo baba anatakiwa kuvijua kabla mkewe hajapata ujauzito. Kitu cha kwanza ni budget kuongezeka. Oh my God. Budget kuongezeka ni kitu cha kawaida na ujauzito haitakiwi kuwa na jambo la ghafla. Inatakiwa kuwa na mipango thabiti. Kabla mjapanga kuwa na mtoto, make sure kwamba umeandaa kila kitu katika mazingira yanayostahili. Kitu cha pili jambo la kawaida, kawaida kipindi cha ujauzito, mwanamke kuwa na mood swings. Kwa hiyo, unatakiwa kuchukulia kama ni jambo la kawaida. Na kitu cha tatu ni clinic checkups. Ni kitu ambacho cha msingi sana na clinic checkups haitakiwi kuwa ya mwanamke peke yake. Hivyo basi, kwenda kliniki inatakiwa wewe pamoja na mkeo muongozane na muweze kupata ushauri kutoka kwa wataalamu wa afya. Kitu cha mwisho, kumbuka kutoa support kipindi cha ujauzito ni dawa kubwa kuliko dawa nyingine yoyote ile kwa mkeo. Hivyo basi usimwache mkeo peke yake.